ya huduma lazima mafuta kuanzia leo yatatembea na wewe. Karama yote inafanya kazi ikinyenyekea chini ya huduma, na umeamua kutii chini ya huduma hii. Lazima leo hii tunakuzindua albamu yako. Napenda nikuhakikishie baada ya miaka inayokuja utakuwa mtu mkubwa sana katika aa Mungu anakutambulisha, si kwa hao watu. Kuna namna mbili ya kutambulisha, kuna namna nyingi ya kutambulisha. Kwa sababu hiyo, mimi natoa baraka kabisa kwa ajili ya hizi nyimbo, hizi ni nyimbo za. Lakini inasababisha Mungu aanza kufunulia wazamini usiye waona kwa macho, lakini wanaposikia nyimbo hizi watakutafuta kwa siri.